Jamani, haya malalamiko, nimeshasema malalamiko. Haya malalamiko ni ya kipumbavu. Hebu rudie tena. Nimesha sema haya malalamiko ni ya kipumbavu. Kwa sababu gani? Uwezi kulalamika unalalamikia uamuzi. Mbona mechi zingine hizo alalamiki? Eh? Kuna mechi ambazo sijui Pamba na Azam ilikuwa ina mapungufu ya mwamuzi. Kuna mechi nyingi tu ambazo zinachezwa kwenye ligi yetu hapa. Mbona hizo hazishikiliwi bendera? Ni mechi ambazo zikichezwa manake Simba ndio wanalalamika. Mimi naona ni ambazo hazina tija. Wakisema nao si wanahamia Zanzibar, wacha wahamia Zanzibar, watahamia Zanzibar, wacha wafuate Yanga. Yanga unaweza kashangata, tarehe kumi na tano tunalipeleka timu, tunacheza tarehe kumi na tano Ndio hatuchezi ile hatuchezi ile aa, wale ni watu ambao walikuwa akili zao kidogo finyu. E bwana mtazamaji wa Mnyasa Media, karibu sana kwenye channel yako hii pendwa ya Mnyasa Media. E bwana, leo niko na mzee wa kunyosha shabiki wa Young Africans. Kubwa ambalo tunaenda kulizungumza ni kuhusiana na mchezo wa Simba dhidi ya Singida Black Stars. Neno hatuchezi linaanza eh, kushika vichwa vya habari ya kimichezo hapa nchini eh, kutokana na kauli ambayo imezungumzwa na afisa habari wa, wa Singida Black Stars. E bwana mambo vipi? Nashukuru Mwenyezi Mungu, niko poa kabisa ndugu mwandishi wa mnyasa Media. Eh bwana, mambo yanaenda, mambo yanaenda bwana. Eh bwana, kulikoni hii kauli ya kusema hatuchezi? Mimi nafikiri, nafikiri nani msemaji wa Singida Black Stars anataka kwenda tu na upepo mbaya mm, kwa sababu kauli hatuchezi na mechi yake yeye wala haihusiani kabisa na mechi ya Yanga. Mhm. Hapo manake nalataka kuwaaminisha watu kuwa manake Singida Big Stars Langa ni kama baba moja mama moja. Sio, ushaona? Wao kwangu mimi hiyo kauli mimi naiona manake haina tija. Mm. Eh. Kauli aliyoongea mwasabali wa Singida Big Stars ni kauli ambayo manake haina ya tija. Yaani e, kama amekurupuka. Amekurupuka? Naam. Yeah. Wewe unavyozani na unavotizama. Nini kifanyike ili kauli hizi zisiendelee kutolewa kwamba kuna maamuzi ya upendeleo yanafanyika wakati wa michezo yao ambayo wanacheza, hiki unachokisikia ni sahihi ama sio sahihi? Mimi mechi niliiangalia, mechi nimeiangalia vizuri sana. Unajua kuna muda mwingine, kuna maamuzi mengine, unajua muamuzi anakuwa binadamu, tunashindwa kuelewa uzuri. Watu wengi wanafuatilia sana mpira wa Simba na Yanga, ndio zinacheza watu wanafuatilia, lakini hawafuatilii mechi zingine zingine hizi hawazifuatilii kabisa. Waamuzi katika hizi mechi hizi hizi ndogo ndogo hizo waamuzi wanaboronga. Nadhani kilio cha waamuzi kwa hapa Tanzania sio kitu ambacho cha kawaida, sio cha Simba na Yanga wala sio sio cha nani, yaani cha ligi nzima ambayo ya Tanzania hiyo, inaeleweka sema, kwa sababu watu wanafuatilia Simba na Yanga, basi ndio hivyo, unakuta wanaona kama waamuzi kama wanaipendelea labda timu fulani, lakini mimi nadhani ni madhaifu ambayo waamuzi walikuwa nayo mchezo wa nusu finali kombe la Sierra Bank Federation Cup. Kwa hiki ambacho kimezungumzwa na uongozi wa Singida Black Stars. Unadhani kina eh, athari yote kwa, kwa mchezo huo? Ah, mimi nafikiri wanataka tu kuwatoa tu Simba labda katika mchezo tu, lakini kwa asali mimi sioni kama kina asali aina yoyote, kwa sababu na kuwatoa Simba kwenye mchezo, Simba maanake ni watu wakubwa sana, ni kwao yani, ni kitu yani, yani, yani nyu, ni propaganda ambazo unaona wanajitekenya wenyewe wanacheka wenyewe. Umeona, wao wa focus tu na hiyo mechi, wakatumie manake mbinu za mwalimu wao kwenda kuikabili Simba, sio bla bla. Yaani hapo ina maana hata kifungwa waseme kesho, manake wamefungwa basi wameonewa, si ndivyo? Mm. Ni kitu ambacho hakipo, wasilete bla bla. Unajua saizi nao wanaenda kwenye kukua, ndio maana wanaenda kwenye michuano ya kimataifa. Wakifata hizi siasa za Simba na Yanga zitawapoteza. Mm. Azamu huyu hapo, hiyo ndio maana akienda raundi ya kwanza anarudi kwa sababu anaendana manake na upepo wa Simba na Yanga hizi. Mm, Simba na Yanga waziache huu gomvi wa Simba na Yanga, waache huu gomvi. Ni upo manake toka kitambo hicho manake. yaani ndio hivi hivi yani manake ndio vilabu vetu ndio tunaenda kwa hivi, hivi, mm, mpaka ligi inaisha. Sasa wao oh wakijichanganya tu unajua, mm, wakijichanganya manake wanapotea. Kwa hiyo wakijichanganya wanapotea mazima kabisa. Nani ndio namana kuingia fainali aliyojipanga vizuri anaweza kuingia fainali. Nani aliyejipanga vizuri? Nus... eh? Nani kajipanga vizuri? Yaani nani anataka katika mechi ya kesho mm, mechi ya kesho kwa, kwa mtu na akili zako timamu lazima utampa nafasi ya kwanza utampa Simba. Simba. Eh, imba lazima umpe nafasi ya kwanza hiyo ah? eh. eh. Eh, kwa sababu kwanza ana advantage nyingi, kasha shinda mchezo wa ligi dhidi ya huyo Singida kampija nje ndani. Eh. Mwishaona. Eh. Kwao sasa kesho anakosaji manayake kupata matokeo unanihakishia kwamba ubaya ubayaubela wa Simba kesho kwenye mchezo wao unaweza kaendelea tu unaweza kaendelea. haya malalamiko malalamiko, nimeshasema malalamiko haya malalamiko ni ya kipumbavu. Nimeshasema haya malalamiko ni ya kipumbavu. Kwa sababu gani? Huwezi kulalamika, unalalamikia uamuzi, mbona mechi zingine hizo walalamiki eh? kuna mechi ambazo sijui Pamba na Azamu Ilikuwa ina mapungufu ya mwamuzi. Kuna mechi nyingi tu ambazo zinachezwa kwenye ligi yetu hapa, mbona hizo hazishikiliwi bendera? Ni mechi ambazo zikichezwa manake Simba ndio wao wanalalamika. Mimi naona ni ambazo hazina tija. Wao wakisema nao sio wanahamia Zanzibar, wacha wahamie Zanzibar, watahamia Zanzibar wote wafuate Yanga. Yanga unaweza kashangata ya 15 tunalipeleka timu kwa Yanga, anaweza akacheza, tunacheza bwana, tarehe 15 sijakwambia mtu, tunacheza mnacheza, tunacheza ndio. Ile akili zao kidogo finyu. Mpira unatakiwa uchezwe, si sio mashabiki. Yani rada zetu ni mpira kuchezwa. Sasa lazima ipatikane point. Ligi si unatakiwa iishe ndio bingwa apatikanike, mjacheza inatakiwa i Mwaka huu kwa ligi maana yake bingwa hakuna. Kwa hiyo TFF shikilie msimamo wao. Washikilie hivyo hivyo, bomba. Mimi kama mwana Yanga nataka mechi ichezwe tarehe 15 mm. tujue kabisa nani maana yake ni nani na nani ni nani, nani. E, wanaogopa nini? Hamna uoga gani? Kwanza kama Simba mwenyewe sasa hizi tayari kashachosho huko mpaka kafika finali kukashachosho. Unamuogopa, na muogopa nini? Wasi muogope kashachoka ni. Lakini kuna watu wanasema kipindi cha kwanza cha mchezo wa ligi kuu kati ya Simba dhidi ya Singida Black Stars, Simba alionewa sana, lakini kipindi cha pili refa akajaribu kuweka mizani sawa, ndo malalamiko yamejitokeza hapo. Ah, ile ile mechi ile mechi Simba kaicheza kikubwa tu. Mechi Simba kaicheza kikubwa, unaelewa? Mechi kucheza kikubwa unamaanisha nini? Yaani maana yake kuwa wale Singida bado ni watoto kwenye hii ligi, hawaelewi Simba yeye wameshatoka kufanya kucheza michuano maana yake ya kimataifa michezo mingi. Wachezaji hawajapumzika. Kwa hiyo hawezi kutumia energy kubwa sana. Kwa hiyo nichokufanya yeye maana yake ni kutumia mbinu tu manake nikipata goli basi mimi natulia nalilinda goli langu, ile ile, mchezo umeisha, basi kwisha. Mambo yanaishia hapo. Mambo yanaishia hapo. Timu kubwa ni timu kubwa tu. Uwezi ukashindana nayo. Inatumia mbinu ndani ya uwanja, nje ya uwanja. Lazima manake kupata matokeo. Kwa hiyo, kwa kwa kifupi ile mechi ya juzi Simba kacheza kikubwa na ndio maana akapata matokeo katulia, kwa sababu wachezaji hawakupata muda wa kupumzika. Kwa hiyo, alicho epale, so kwa alichocheza pale sio kuwafurahisha mashabiki mchezo mzuri, ah, kuna sentemu manake anatakiwa ucheze manake upate matokeo tu. Mchezo mzuri hauna tija. Sasa so, kinachomata pointi tatu. Inachomata pointi tatu. Kwa hiyo Simba lazima apate matokeo mbele ya Singida Black Stars. Ah, hilo sio la kuuliza bwana. Sasa unauliza kama kashindwa kumfunga kwenye ligi anaweza kumfunga huko kwingine huko. Akimfunga labda ndio ile tu tuite tu kungulu siku mjia nini sio yani. Umeshaona? Yaani yani yani maana yake yani atakuwa tu maana yake kabahatisha kwa sababu si soka bwana. Na ile si nusu finali ukifungwa, okay, okay, unatoka. Inaweza ikatokea hivyo lakini sio kwa asilimia hizo. Asilimia kubwa nampa Simba anashinda. Eh bwana nikutakie kila laheri na tusubiri kesho nani ataibuka. Mshindi kati ya Simba dhidi ya Singida Black Stars. Halo, kila laheri na wewe mwandishi, lakini mimi natamani kabisa eh ee, mimi nishatangulia kule, natamani mnyama aje kule Simba na Yanga. Eh hey, ipigwe fainali. Ipigwe afu tuone sana kule atucheze atucheze, tutasema tena atucheze ni wasikie watu tena waseme na kule atucheze. Ah, rudia tena hiyo. Atucheze, atucheze. Kama Simba atashinda kesho kwenda fainali. Na kule nako waseme atucheze. Sasa, na kule nako akiingia Simba akatae.